Tutambulishe tu um, alafu tutasema jinsi tulivyoshuhudia tukio. Habari za saizi, jina langu ni The City na mimi ni msanii uh, na nilikuwepo kwenye tukio ambalo limetokea Jumatano saa 12 jioni um, katika majira saa 12 nilifika, katika majira saa 12 nilifika pale Tongwe Records um, na nilishuka kwenye bajaji na kipindi ambapo nashuka kwenye bajaji, ilikuja noa nyeupe na wakashuka watu watano. Na baada ya hapo, tuliamrishwa sote ambao tulikuwa pale nje ambao ilikuwa ni mimi, bin Laden na wageni wengine wawili waliotoka Morogoro, kwa tuingia ndani ya geti. Tulipoingia ndani ya geti, walituuliza kwamba tumemkuta Junior au tumemkuta Roma. Tukasema kwamba Junior yupo ila Roma yupo ndani, wakatuamrisha kwamba tukamwite Roma Tukaenda kumwita Roma. Roma alitoka akaulizwa kwamba ye ndio Roma, na ilivyoonekana ni kwamba hawakumjua, na pia walimwambia kuwa simu yake iko wapi atoke nayo, na Roma alitoka nao. Na baada ya hapo sikuweza kujua maongezi ambao waliongea kwa sababu waliongelea nje kwenye gari. Walirudi ndani, wakamwamrisha bin Laden aingie studio, alafu alivyoingia studio akatoka na CPU akiwa amesindikizwa na mmoja wao Alafu wengine wakatoka na wakarudi tena, wakaja wakachukua TV, wakatoka na CD ambazo zilikuwepo pale, wakaondoka wakatoka, alafu wakatoka na Moni, wakatoka Naima ambao walikuwa wote ndani ya studio. Studio ikabaki tupu. Na walipotoka hapo waliniambia mimi na wale wageni wawili kutoka Morogoro kwamba tusiende kokote. Na nilichosikia baada ya hapo ni mshindo tu wa gari na gari kuondoka. Mimi nilipiga simu kwa Mada, kumwambia kumweleza, kwamba tukio limetokea hivi hivi na hivi. Mada alikuja na baada ya pale tunaenda polisi kutoa statement. Yeah. That's all.